Mwezi wa tisa nikiajiri walimu zaidi, nitahakikisha Nairobi iko na walimu wa kutosha, ndio watoto wa Nairobi wapate masomo kama watoto wa sehemu zingine za Kenya. Nairobi oye oh! Jambo la pili tumekubaliana, hii Nairobi iko na matatizo ya maji na sewage. Sehemu nyingi bado hii sewage inatembea kwa mizego yetu, inatembea kila mahali mimi nimesema hivi, tumeweka pesa ya kutosha, na sasa tumetoa maji ile Northern Collector Tunnel, kilomita ya kutosha. Sasa tumejenga mfereji kutoka kule Kiambu mpaka imefika Embakasi. Tumejenga mfereji ingine kubwa kutoka kule Kabete kwenda Karen mpaka hapa Lang'ata, kwa sababu tunataka maji ifike Nairobi sehemu zote. Mimi nawatangazia watu wa Nairobi ile Northern Collector Tunnel nimemaliza sasa. Maji lita 140 billion liters itakuja Nairobi hii na mtapata maji zaidi Nairobi. Hoye oh, Nairobi hoye oh. Jambo la tatu, watu wa Nairobi, najua bado tuko na barabara ndogo ndogo ya matope hapa Nairobi na sio ungwana kwamba Nairobi city capital ya Kenya iwe na barabara ya matope. Mimi nimemwambia Governor Sakaja nitamwongezea bilioni mbili atengeneze barabara hizi ndogo ndogo ambazo ni ya matope hapa Nairobi, tuondoe barabara ya matope, Nairobi ikae kama city. Watu wa Nairobi hoye. Nairobi hoye, nyinyi watu wa Nairobi muliniambia nipange ajira, ajira ya hawa vijana ni kweli ama si kweli? Si mlisema tupange ajira yao wa vijana. Vijana wa Makadara mko? Vijana wa Makadara mko? Mbona sisikii sauti yenu? Vijana wa Makadara, sikizeni, sikizeni, sikizeni. Vijana wa Makadara, hapa saa hizi nimetoka kuweka kuweka kulaunch program ya affordable housing hii Makadara tutajenga nyumba elfu ishirini mpya. Nyakadara hii nimeanzisha hiyo programu leo hapa, na tunahitaji vijana zaidi ya elfu tano wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Makadara, mko tayari? Tunahitaji injinia, tunahitaji plamba, tunahitaji electrician, tunahitaji kapenta, tunahitaji meson, mtu ya mkono, mama wa kupika chakula, kila mtu anahitajika pale. Muko tayari ama muko tayari bwana? Mutaenda kufanya kazi hiyo? Sikizeni, kazi ni kujituma ama namna gani? Jambo la pili, vile muliniambia nipange ajira ya hawa vijana, muliona on Monday this week, Jumatatu nilianzisha program ya Nairobi River Regeneration. hiyo program ya Nairobi River Regeneration itaajiri vijana elfu hamsini. Tutawalipa pesa zaidi ile, ile mangondo itawalipa zaidi. Muko tayari ama muko tayari bwana? Vijana wa hapa muko tayari? Vijana wa Makadara muko tayari? Si nimepanga ile kazi sasa. Wewe mungwana wa Makadara, kazi ya affordable housing iko, kazi ya climate works iko, lakini kazi ni kujituma bwana. Huwezi kungojea kazi nyumbani, kazi haiwezi kukufuata nyumbani, lazima ujitume. Ama mnasema waje watu wa Makadara, vijana wa Makadara, mute jituma. Mutajituma? si munaona hata mimi najituma. Kwani mnafikiri mimi nimekuja hapa nimekosa kazi? Si ni ile kujituma na jituma. Hata wewe ujitume my friend, bure kazi iweze kukupata. Tunakubaliana ama? Tukubaliane Makadara hii. Tuko pamoja. ya mwisho, nataka mnisikize vizuri. ya mwisho, mimi nikiwa rais wa Kenya kwa mapenzi ya Mungu, nimesema hivi kwa sababu jamii za Kenya ni nyingi na jamii zote za Kenya siko Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Hakuna jamii iko Kenya hii kwa mwaliko wa mtu yeyote. Sisi zote tuko Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu, na ndio nimesema kama kiongozi wa taifa hii nitaunganisha jamii zote, nitafanya kazi na viongozi wote, tutafanya kazi kwa wananchi wote bila ukabila bila chuki bila mapendeleo bila kupakuana, kwa sababu Kenya hii ni Kenya moja. Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, jameni, wananchi wazalendo wa taifa letu la Kenya, mkubali tufanye kazi pamoja. Si munaona hata mimi nimemuuliza Prime Minister Raila Amolo Odinga, tumekubaliana na yeye ya kwamba tuunganishe taifa letu la Kenya, tuondoe chuki tuondoe ukabila tuondoe matatizo ambayo inaingiza wakenya mambo ya migawanyiko, tuondoe ubaguzi kwa sababu Kenya hii ni moja, na Mungu amepanga sisi wote tuwe hapa. Na mimi nawauliza kwa unyenyekevu, watu wa hapa Makadara, munakubali tuungane jameni? Tushirikiane pamoja, hebu nione. Wala wanasema tuungane, tushirikiane pamoja, watu wa Makadara, sawa sawa Sawa sawa Makadara, tumekubaliana. Makadara hoye oh! Makadara hoye oh! Mimi nimefurahi sana mmenikaribisha hapa. Sasa mimi nitarudi hapa tena, sawa sawa. Kuna kazi ingine nyingi ambayo lazima nikuje nitimize makadara hii. Nashukuru George Aladwa, mjumbe wenu, kwa kuwa kiongozi shupavu na tumekubaliana tunatembea safari moja. Makadara hoye sasa. Makadara mimi majina yangu ni William Samoei Kipchirchir Ruto, lakini kuna majina ingine mumeniongezea. Hii majina mumeniongezea, mimi nataka niulize watu wa Makadara, muko na jina ingine ya kuniongezea ama ile imeniongezewa imetosha Imetosha ama bado? Nimesikia ya kwamba mnataka mpaka majina ifike kumi. Bas mimi na ngojea ya Makadara. Sasa nilipatiwa ile ya hasla, nikapatiwa ya Survivor, nikapatiwa ya Zakayo, nikapatiwa ya Kazongo, nasikia imefika El Chapo, sijui inaenda wapi sasa sasa nyinyi, watu wa hapa si hata kama ni Kasongo, tusonge na Kasongo, Kenya isonge mbele. tusonge na Kasongo, Kenya isonge mbele. Basi haya.